Sila zao kwa hiyo, natoa agizo na nitalishusha kwa waraka maalum. Ninalitoa leo hapa Njombe, ninatoa agizo kwa viongozi wa mikoa yote na kwa viongozi wa majimbo yote na hivyo hivyo kwa ngazi za kata na matawi, litekelezwe agizo hili. Ninataka kila ngazi iwaorodheshe vijana wahitimu wa, wa vyuo vikuu waliopo katika vijiji vyenu na mitaa yenu, ambao wametelekezwa na CCM na sasa wanadhalilika mitaani kwa kukosa ajira. Hii orodha ndiyo inayokwenda kuing'oa CCM madarakani. vijana wenye vipaji vya uongozi usijali wewe una uchumi ama hauna uchumi. ACT Wazalendo tumeazimia, kwa wale wenye vipaji vya uongozi tutawapa nafasi, mgombee udiwani, mgombee ubunge, muonyeshe hasira zenu kwa chama cha mapinduzi. Ni azimio la chama chetu sisi ACT Wazalendo. Tumefanya utafiti wa kina, tunatembea maeneo mengi ya nchi hii tunakwenda vijijini tunakwenda mijini. Kuna jambo tumelibaini na linatusikitisha sana. Ukienda vijijini, katika vijiji vingi Tanzania, takribani kwenye kila kijiji utakuta kuna mhitimu wa chuo kikuu yuko kijijini, wazazi wake wamemsomesha wakiamini kwamba atapata ajira ajikomboe mwenyewe na akomboe familia yake. Matokeo yake wahitimu hao wakimaliza wanarudi vijijini. Serikali ya Tanzania imefeli kuwapa vijana hawa ajira, imeshindwa kabisa. Takwimu zinaonyesha tuna mahitaji kwenye soko la ajira takribani watu milioni moja kwa mwaka lakini soko la ajira linaweza kutoa ajira zisizozidi laki mbili kwa mwaka. Hiyo tafsiri yake ni nini? Kuna jeshi la vijana zaidi ya laki nane kila mwaka, wengi wao wakiwa wasomi, wanabaki vijijini, hawana ajira. Na hii yote ni kwa sababu CCM imeshindwa kuendesha nchi. CCM haina majawabu kwa janga la ajira. Ukiwauliza lugha yao ni moja tu, vijana wajiajiri. Watajiajiri vipi bila mazingira wezeshi ya wao kujiajiri? Sera ya serikali inasema mapato ya almashauri ya asilimia kumi wapewe vijana kama mikopo, wapewe na wanawake na watu wenye ulemavu. Taarifa za mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali Zinaonesha fedha hizi kwa sehemu kubwa zinaliwa na wajanja wachache, kwa ujanja wa madiwani wanatengeneza vikundi hewa, watu wasiostahili kupata mikopo wanapewa mikopo. Sasa nataka kutuma ujumbe kwa vijana, hasa vijana wa vyuo vikuu waliohitimu, wako vijijini. Serikali ya CCM imewapuuza vya kutosha, kilio chenu cha ajira wamekipuuza sana. Licha ya ukandamizwaji unaofanywa na vyombo vya dola kukisaidia chama cha mapinduzi, nyinyi viongozi na wanachama hamjakata tamaa na mpo tayari kuyaendeleza mapambano. <coughs> Ninapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza sana, na ninawaomba tusikate tamaa tuendeleze mapambano mpaka ukombozi wa kweli wa nchi yetu upatikane. <klos> Wapo watu baada ya kusikia msimamo wa ACT Wazalendo kwamba tunapambana tukishiriki na tunashiriki tukipambana, baadhi wanasema tunakwenda kufa. Swali langu kwao Tangulini mapambano ya haki katika bara la Afrika na kwingineko duniani na kwa upekee hapa Tanzania yamewahi kuwa ni mapambano ya kicheko? Daima mapambano ya kutetea haki ikiwemo haki za kisiasa yamekuwa ni mapambano ya kulipa gharama kubwa, ikiwemo gharama ya kafara ya damu ya wapambanaji ambao wamejitoa kwa ajili ya kupigania demokrasia mimi <coughs> ni mashahidi. Kabla ya ukoloni, tulikuwa na utawala wetu wa kimila, tulikuwa na tawala zetu za Kiafrika. Wakoloni walipofika, mapambano ya mababu zetu yalianza. Mapambano ya kupigania haki, mapambano ya kupigania uhuru hayakuwa ni mapambano mepesi. Sehemu nyingi za Afrika mapambano ya mababu zetu yalikuwa ni mapambano ya damu. Hakuna haki itayoletwa kwenye kisaani. Haki daima huwa inapiganiwa. Hilo ni darasa tulilipata wakati waoo. Hata mapambano ya, ya kupigania demokrasia kabla ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi kurejeshwa tena miaka ya tisini, na hata baada ya kuwa mfumo huu umerejeshwa na hivi sasa tuna miongo mitatu miaka zaidi ya thelathini tangu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi uanzishwe tena, funzo limekuwa ni lile lile kwamba demokrasia ni uwanja wa mapambano. ACT <applause> Wazalendo ahadi yetu na msimamo wetu hatutokwepa kupambana Tutapambana tukishiriki uchaguzi na tutashiriki uchaguzi tukipambana, na yatakuwa ni mapambano makali na hoja za msingi katika mapambano yetu ni mbili. Ya kwanza tutapambana na kuukabili wizi wa kura, na msimamo wetu nimeusema maeneo mengi, mwizi wa kura ni mwizi kama wezi wengine, ashughulikiwe kama wanavyoshughulikiwa. Tukiwa Waafrika <laughs> tunajua jinsi tunavyowashughulikia wezi, hata kama tumekuwa civilized tumestaarabika sana, lakini jambo moja la tofauti baina ya wazungu na Waafrika lipo katika kumshughulikia mwizi. Mwizi katika jamii za kiafrika anapewa haki zake katika maeneo mawili: anapata haki mtaani na atapata haki mahakamani. <coughs> Wezi wa kuku wanapata haki mtaani, wanapata haki mahakamani. <coughs> Wezi wanaovunja nyumba na kuiba wanapata haki mtaani, wanapata haki mahakamani. <coughs> eneo dogo tulilokosea, mwizi wa kura hapati haki mtaani hapati haki mahakamani. Sasa katika uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano kauli mbiu yetu mwizi wa kura ni mwizi kama wezi wengine, atapata haki yake mtaani na mahakamani. <laughs> na tujiandaye kuwapa haki zao wezi wa kura. <laughs> na nami nawaambia, tukijipanga tukijipanga tukawa serious hawa watu wataogopa kufanya wizi wa kura. Miaka ya zamani, sio kwamba wizi wa kura haukuwepo, ulikuwepo, ulikuwepo, lakini kulikuwa na oga kidogo. Mtu akiiba kura, anahamishwa kijiji hicho, anahamishwa katika kata hiyo, anahamishwa katika halmashauri hiyo, kwa sababu wanajua wana mageuzi watampa haki yake. Hivi sasa, wezi wa wana kura wanaiba kura, wanafanya dhuruma, hawapati haki yao tena wanatamba mitaani kwamba ah, wale mabwana kura zao tuliiba namna hii, tukaiba namna hii, na, na we waache tu wapige mikutano yao. Tunajipanga tena kuiba kura. ACT Wazalendo tutahamasisha umma, tutahamasisha umma uweze kuwapa haki yao wezi wa kura, haki ya mtaani, haki ya mahakamani. Na hiyo haki ya mtaani, mimi sina haja ya kuwafundisha Waafrika, kuna mambo hawafundishwi yapo ndani ya damu yetu eh, hayo ni mambo yako ndani ya damu yetu. Mimi ninachoambia wezi wa kura, wapeni haki yao, na wahamasisheni umma kwa wape haki yao. La pili, sisi tunajua mfumo wa kisheria una udhaifu mkubwa sana, mfumo wa kisheria katika usimamizi wa uchaguzi una udhaifu mkubwa sana na tumesema kwetu sisi mapambano ya kupigania mageuzi ya mfumo wa uchaguzi hayatokoma, tutapambana mpaka dakika ya mwisho, hakuna kukata tamaa. <klik> na hoja zetu viongozi ni sita, na hoja hizi zinawezekana. Hoja ya kwanza tutaipambania mpaka dakika ya mwisho, tumesema tume ya sasa ya uchaguzi ijiuzulu, ikae pembeni, tume mpya iteuliwe kwa mujibu wa sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi. Hiyo ndo hoja ya kwanza. Hoja ya pili, tunasema hoja yetu ya pili, tunataka wakurugenzi wa halmashauri na watendaji wa kata wasisimamie uchaguzi tume iwe na waajiriwa wake wenyewe, watumishi wa kusimamia uchaguzi. Hoja yetu ya tatu tunasema hatutaki wagombea kuinguliwa kiholela. Tunataka wagombea, ikibidi kuwaingua, iwe ni kwa sababu za kikatiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za uchaguzi zimeweka sifa za mtu kugombea katika nafasi kama mtu hajatimiza sifa zile akienguliwa, ACT Wazalendo hatuna shida.